Viwanjani, mabingwa wa mchezo wa vikapu Friends School Kamusinga watamenyana na timu ya Sigalame katika fainali, huku St Peters Mumias walizotarajiwa kumenyana na wavulana wa Vihiga kwenye mchezo wa raga wa wachezaji kumi na watano kila upande, na ni kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Jeremy Omondi. Kwa mara nyingine tena fainali ya mwaka huu ya mpira wa vikapu kwa wavulana itawahusisha watani wa jadi Sigalame ya kaunti ya Busia na Friends School Kamusinga ya kaunti ya Bungoma. Kamusinga wametinga fainali baada ya kuwalemea wavulana wa St Peters Mumias kwenye nusu fainali, na Osigalame wakiwaadhibu wavulana wa, wa, wa Mukumu. Kocha na nahodha wa Kamusinga wanasema wako tayari kwa kivumbi hicho. mashindano ya mwaka ni magumu kuliko mwaka uliopita bi imefanya watu wameinua viwango, gemu imepanda juu. Ukilala unalaliwa, huwa wanasema ya kwamba tembo akisifiwa mgema anatiwa maji. Nasema ya kwamba hiyo gemu imepanda juu, western basketball imepanda juu, na nataka kusema ya kwamba sisi tumekaa hapo juu na tumeshikilia, hatung'oki, hatu hata mwaka unaokuja hatung'oki, hata kesho hatunung'oki, tuko pale na tunaingia Mabingwa watetezi wa mpira huu kwa upande wa kinadada Butere ambao pia ni mabingwa wa kitaifa nao watamenyana kwenye fainali na wawakilishi wa kaunti ya Bungoma Sirakaru baada ya kuwalaza wasichana wa Luanya. Yes, we, we Kwenye mpira wa raga wachezaji 15 kila upande, wavulana wa Vihiga watazichapa dhidi ya St Peters Mumias baada ya kuwanyamazisha Msingu. Kwa mujibu wa mkufunzi na nahodha wa Vihiga, huu ndio mwaka wao wa kuonyesha ubabe. Kesho tumejipanga vilivyo, na tutapambana sana zaidi. Kwa chochote kitakachotokea mbele yetu, lazima tupambane ili tuweze kushinda hiki kikombe. Hizo mwaka zote tulikuwa na timu nzuri, lakini hatukuwezeshwa. Lakini huu mwaka, kile ambacho kinatufanya kuwe na hii tamaa ni ile, ile losing ambayo tumepitia sisi hizo miaka zilizopita huko nyuma. Ndio kitu tunafanya, lazima tufaitie zaidi hii 15, na, na ni lazima tunaenda kuibeba kesho. kwenye matokeo mengine kwenye matokeo <coughs> kwenye matokeo ya michezo mingine, wavulana wa Butula watachuana na Kimilili kwenye fainali ya mchezo wa handiboli, huku wasichana wa, wa Moi Kamsinga wakichuana na wa Mkumu. Michezo hii inaingia fainali yake hapo kesho katika viwanja mbalimbali mbali, hapa Busia. Nikiwa katika shule ya upili wa wavulana ya Mundika, eneo bunge la Mateos, County ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.